Hii ni picha mjongeo inayotembea katika mitandao ya kijamii. Mama Samia aletewa maji, wote wana maji mama Samia. Jamani, hii ni mkoa wa Songwe wilaya ya Momba. Kijiji cha Tete. Lakini je, uhalisia wa huduma ya upatikanaji wa maji ikoje katika maeneo haya? Clouds TV imefika katika kata hii na kushuhudia uwepo wa matanki ya maji na haikuishia hapo tukapata wasaa wa kuzunguka katika baadhi ya vituo na kukuta wananchi wakiendea kuchota maji yaliyokuwa safi na salama. Ainesi Simtenda Toni Siyame na Christopher Simchimba ni wakazi wanaozunguka maeneo haya ambapo wanaeleza hali halisi ya upatikanaji wa huduma ya maji. menufaika sana na haya maji ya bomba. Mara ya kwanza tulikuwa na shida sana na maji, tulikuwa tunakunywa maji ya mtoni, tulikuwa tunafukua visima pembeni pembezoni mwa mto tunachota maji ndio tunaleta nyumbani, tunatumia kwa kunywa. Kipindi cha kifuu kumi, mito ikianza kujaa, tunategemea maji ya mvua ndo tunakunywa. Kwa saizi, toka bomba limefika hapa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumenufaika sana na maji ya bomba. Yanapatikana kwa wakati, hayakati mara kwa mara yale. Maji yalikuwa na magonjwa. Yalikuwa na magonjwa mengi sana, yanapita anatoka mbali, kwa hiyo yalikuwa sio salama sana. Sasa hivi magonjwa yamepungua e, yaani magonjwa ele hapa na pale hamna. Tunamwambia mama Samia asante, wanawake tunaweza tuna. Sasa hivi tunapata maji ya bomba tunatumia kwa ajili ya kunywa, na anapatikana muda, maana wakati serikali bado ijaleta maji tulikuwa tunaangaika, tulikuwa tunakunywa maji machafu, lakini kwa sasa hivi tuko safi kabisa. Huduma ya maji ipo kama kuanzia asubuhi mpaka saa 12. Beatus Katabazi ni meneja wa wakala wa maji safi na usafi wa mazingira vijijini Ruasa wilaya Momba na hapa anafafanua hali ya upatikanaji wa maji katika ngazi ya vijiji na kata zake kwa ujumla. Kabla ya awamu ya sita kuanza, tulikuwa na hali ya upatikanaji wa maji asilimia 33.34 mpaka sasa tumefikia asilimia 75.37 ambayo ni sawa na ongezeko la zaidi ya asilimia arobaini ukilinganisha na hali ilivyokuwa mwanzo ambapo tulikuwa na vijiji sita tu vilivyokuwa vikipata huduma ya maji safi na salama. Tukio hilo pia lilimfikia mkuu wa mkoa wa Songwe Jabir Makame ambapo alilazimika kutoka ofisini kwake na kufika katika kata hii akiwa ameambatana na mkuu wa wilaya ya Momba Elias Mwandobo ili kubaini chanzo cha tukio hilo. Kwa hiyo upatikanaji wa maji ndani ya makao makuu ya wilaya ambako ndiko Chitete kata ya Chitete na, na, na, na kijiji cha Chimingoma na kijiji cha Chitete maji yanapatikana kwa wakati. Ikitokea hitilafu ni hitilafu ya jumla. Wale wananchi sio kwamba walikuwa kwenye kituo cha kuchotea maji, ni wananchi ambao walikuwa wanagombea kuchota maji kwenye pipa na yale maji yaliyojazwa kwenye pipa ni yeye mwenyewe ndo alikuwa ameyajaza kwa ajili ya kusafishia mtama. Kwa hiyo akawaambia akina mama, naomba mnisaidie kusafisha mtama wangu, maji ni hayo hapo kwenye pipa, kwa hiyo kila mama atalipwa kulingana na kiwango cha mtama ambacho atakuwa amesafisha. Sasa mama zangu katika kuhakikisha kwamba wanajitahidi kusafisha kiwango kikubwa cha mtama, kwendo akawa wanagombea kwenda kuchukua maji kwenye pipa kwa ajili ya kusafisha mtama, ili wasafishe mwingi wapate kipato kikubwa. Baada ya kufanya lile tukio alilolifanya, kuwaambia kina mama wasafishe ule mtama, akakaa pembeni, akaanza kuwarekodi video, kwamba angalia, wananchi wa Chitete wanagombea maji, Mama Samia waletee maji. Kumbe ni uongo, uzushi na uchonganishi. Aida Mathew, Clouds, Songwe.